Ya. Kama ambavyo mnaona wadau, vifaranga wetu wameingia leo Jumapili, mempendeza Mungu tupokee leo usiku. Kama ambavyo mnawaona wako mia moja na saba. Kwa hiyo tumeongeza vifaranga saba, sijui kwa nini safari waga wanaongeza vitatu viwili vinne vitatu viwili vinne, leo wametuongeza saba. Glory to God. Kwa hiyo twende pamoja, twende pamoja mwanzo mwisho. Tunatakiwa tuwe mkononi na dawa ya antibiotic ambayo ni Trimafarm, tunatakiwa tuwe pia na Amintoto, lakini tulitakiwa tuwe na glucose. Kwa bahati nzuri au mbaya, leo zote hatuna, lakini kesho tutakuwa nazo mapema sana. Glucose ya tutakuwa nayo kwa sababu tayari wameshafika, kwa sababu glucose tunatumia kwa ajili ya kuwatoa uchovu wa safari, na ndio maana niliona nipokee leo leo, wakilala na kule kubanana, wanakufa. Hatujapata kifo hata kimoja, wamefika wote salama, ila wengine toka nimewatua wamelala tu hata hawajainuka. Sijui ndio uchovu wenyewe, lakini tutawaangalia vizuri asubuhi watakavyoamka. Wanaendelea vizuri, nadhani unawaona, wamechangamkia fursa, wapo kwenye vyakula, wapo kwenye kusakasaka, wapo wengine kwenye maji, kama ambavyo mnawaona, wanaendelea vizuri so Twende pamoja kesho na hizo dawa wale mnaoanza kufuga, mjue ni namna gani tunatoka na zero debt. Sawa wapendwa. Nawapenda sana muwe na siku njema. Tarehe 18 leo tumeingiza vifaranga tuone tutawaondoa tarehe ngapi. Tunza hiyo tarehe. 18 tumepokea. Tuone tutaanza kuuza tarehe ngapi. Na tutatumia antibiotic, Trimafarm na Amintoto. Tuhesabu pamoja mpaka mwisho. Wakisha lala la kesho ndo tunaanza. Ya, kwa sababu hakuna joto unaona wanachangamka tu. Wote wamesambaratika, hamna kujikunyata. Kungekuwa kuna baridi kwa sababu kuna joto. Kungekuwa kuna baridi usingeona wamesambaa chumba kizima hivi. Ungeona wote wamejikunyata, wamejikunyata, wamejikunyata. Ni kwa neema ya Mungu kwenye mambo ya uchumi kunakuwa na vita. Kwa hiyo hata kuingiza vifaranga hivi ukiona umefanikiwa kuwafikisha vifaranga wako ndani ya nyumba yako unamshukuru Mungu tu. Namwambia Mungu asante kwa sababu vita zipo, hasa kwenye uchumi vita zipo. So tuzidi kumwomba Mungu na kumsi Mungu azidi kututetea ili tuweze kufika pale tunapotaka kufika. Ni kwa nguvu zake pekee ndo tutafika. Kwa akili zetu nguvu zetu hatuwezi. So kama mnavyoona wamesambaa keji nzima. Hawana shida. Wana relax. So kama unataka kufuga fuga na sisi. Tuna group, piga simu tukuelekeze maelekezo namna ya kuunga kwenye grupu namna ya wewe kupata mafunzo. Usiogope. Unaweza kufuga na ifaranga yako akawa salama wala havita kufa. Utafika mwishoni sokoni salama kabisa. Fuga nasi uibuke mshindi wa zero death. Sawa hiyo. Love you. Good night. Enjoy. Sasa hapa nawaingiza na wale wale wa gwawe chicken, wale nao nawachanganya hapa, gwawe chicken bila kuwasahau. Ndio hao hapo, ndio hao hapo, washaingia, wanashangaana na wenyewe, wanawashangaa wenzao. Eh, mbona tumekuwa wengi? Eh, mbona kuna wenzetu wamechangamka. Haya <laughs> bwana.